Ikiwa ni siku nyingine ya maombi leo Jumatano ninatumia nafasi hii na fursa hii kukukumbusha mambo ya msingi hasa katika suala zima la mahusiano ya Mkristo na Mungu kwa njia ya maombi. Na leo tunalo neno linalosema maombi ya faragha. Namna ya kudumisha uhusiano wetu na Mungu kupitia maombi ya faragha. Maombi ya faragha yana umuhimu gani katika maisha ya Mkristo? Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema. Kwa pamoja nasi katika kipindi hiki kifupi cha maombi na ukatufundishe umuhimu wa kuwa na maombi ya faragha kwa jina la Yesu. Amen. Uh, Yesu uh, alituachia kielelezo kama ambavyo kwake ilikuwa ni desturi kuwa na maombi ya faragha . Ni kweli ya kwamba tunaweza kuwa na maombi ya jumuiya, ni vizuri, kama kanisani, nyumbani, katika familia na kadhalika, pale ofisini, kazini kwako, ni vizuri kabisa kuwa na maombi ya pamoja kama familia, kama kanisa, kama jumuiya, haina shida. Lakini leo na kuja na msisitizo juu ya habari nzima ya maombi ya faragha. Ninapozungumzia maombi ya faragha, nazungumzia maombi ya mtu mmoja mmoja na Mungu. Maombi ambayo ni wewe tu unashuhudiwa na upepo na Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe akikushuhudia. Na hivyo katika maombi haya hakuna chochote kingine kiwacho uh, kiwato chote kwa maana ya mwanadamu yeyote anayepaswa kukusikia katika wasaa huu kwamba unazungumza nini na Mungu wako. Ndiyo maana yanaitwa maombi ya faragha. Sasa swali ni hili, ni mara ngapi ukiachana maombi yale ya jumuiya kanisani, aa, katika familia Eh, maombi hayo ya pamoja ukiachana, okay, na maombi ya pamoja habari gani tunajibidisha kuwa na maombi ya faragha? Maana sehemu miongoni mwa sehemu ambazo Mkristo anadumisha uhusiano wake na Mungu kikamilifu ni pale ambapo anakuwa na maombi ya faragha hasa. Tunajifunza katika Marko sura ya kwanza na ile fungu la thelathini na tano. Yesu mwenyewe ni miongoni mwa watu walioshughulika na kazi nyingi sana na shughuli nyingi sana za kuhudumia watu wenye mahitaji tofauti tofauti mbalimbali waliomfuata katika wakati wake, lakini sikiliza, neno linatuambia kwamba alikuwa na muda wa kwa maombi ya faragha, maombi ambayo ni wewe na Mungu pekee munazungumza pamoja. Katika masomo yaliyopita niliwaambia ya kwamba ninapoomba nazungumza na, na, na Mungu, ninaposoma neno lake Mungu anazungumza na mimi. Lakini zaidi nikawaambia ya kwamba katika kuomba, hebu tujifunze kwenda na ajenda ya kumsikiliza Mungu zaidi kuliko sisi kutakwa tusikilizwe kwa hiyo maombi ni sehemu ya maisha ya Mkristo katika ile Marko sura ya kwanza fungu 35 neno linasema hata alfajiri na mapema sana akaondoka akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko nini maana yake Yesu alikuwa na maombi ya faragha Maombi ambayo hapana mtu mwingine anayemtazama, na kuna maombi ambayo kwa anachukua watu kama mitume anaenda nao kuomba, lakini hapa ni yeye peke yake, anakwenda kuzungumza na Baba wa mbinguni. Ndivyo ambavyo mimi na wewe pia tunapaswa kudumisha maombi ya faragha ya kuzungumza na Baba wa mbinguni, mimi na Mungu pekee, na hapa hakuna mtu mwingine anayetusikiliza isipokuwa Mungu wa mbinguni peke yake ndiye anakuwa anatusikiliza katika wakati huo. Sasa sikiliza, maombi, maombi ya faragha ni nini? Maombi ya faragha ni mazungumzo ya siri na ya binafsi kati ya mtu na Mungu, yakiwa mbali na macho na masikio ya watu wengine, na wanadamu na mwanadamu awaye yote. Na hivyo miongoni mwa mambo ambayo yana yanaongeza yana ama a yana, ya umuhimu wa kuwa na maombi ya faragha kwa Mkristo, umuhimu wake ni upi? Tunapodumisha maombi ya faragha, nini matokeo yake? Matokeo ya kuwa na maombi ya faragha ni yapi? Maombi ya faragha yanadumisha uhusiano wa karibu kati ya mtu na Mungu. Maombi ya faragha yanadumisha uhusiano wa karibu zaidi kati ya Mungu na mwanadamu ama na Mkristo. Maombi ya faragha yanampa Mkristo nafasi ya kujenga uhusiano wa karibu na Mungu kama vile ambavyo marafiki wanavyozungumza kwa undani, ndivyo ambavyo wale tunaodumisha maombi ya faragha ndivyo tutakavyoonekana na kusomeka mbele za Mungu, kwa kudumisha uhusiano wa karibu zaidi kupitia maombi yale ya faragha, katika ile Mathayo sura sita na ile fungu la sita. Kumbuka, tunapoomba ni kuzungumza na Mungu kama tunavyozungumza na rafiki zetu wa kawaida, na hivyo kupitia maombi ya faragha unakwenda kuzungumza na Mungu, unakuwa huru mbele za Mungu, ni tofauti na ambavyo unaweza usiwe huru katika maombi ya makusanyiko unaweza usiwe huru katika maombi ya watu wawili, ya familia na kanisa kwa ujumla, lakini hapa unakuwa huru kama ambavyo mtu na rafiki yake wanaweza kuzungumza mambo ya ndani, ndivyo ambavyo kwa Mungu pia tunazungumza naye mazungumzo ya kina pamoja na Mungu. Hapa hakuna kuficha chochote, na hivyo kama ni dhambi unaiungama waziwazi. Kama ni uzinzi unautaja waziwazi. Mungu nisamehe kwa dhambi hii ya uzinzi, niliozini na mtu fulani na mtu fulani. Mungu naomba unisamehe. Mungu naomba unisamehe, nimeiba shilingi elfu kumi kutoka kwa mtu fulani, nimemwibia. Mungu naomba unisamehe. Maombi ya wazi, wakati unapokuwa katika faragha hupaswi kuficha chochote. Umekuwa ukisikia watu wanaomba kwamba maombi ya jumla, lakini tunajifunza kwamba unapokuwa katika maombi ya faragha, funguka, be specific, waingereza wanasema, uwe wazi eh, nenda moja kwa moja katika point. Nini unachotaka ni msamaha wa dhambi? Ni dhambi gani umeitenda? Taja dhambi hiyo kwa jina hayo ndiyo maungamo na toba ya dhati ambayo inahusisha kutaja na kuumia kwa kitu halisi ulichokifanya. Kwa hiyo acha kuficha ficha, unapokuwa katika maombi ya faragha na Mungu wako mweleze yote, funguka kwa lugha nyingine. Kwa hiyo usifiche. Inatengeneza uhusiano wa ndani wa karibu zaidi kati ya mtu na Mungu. Lakini jambo la pili, umuhimu wa maombi ya faragha, uwepo wa Mungu. Unaleta una, una uwepo wa Mungu katika maombi ya faragha. Mkristo anajua uwepo wa Mungu uh, na, na anaweza kumimina moyo wake bila vizuizi vyovyote. Hakuna makelele, hakuna cha kukuzuia, hakuna fujo, na hivyo ni wewe na Mungu pekee mnazungumza. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ndani yako unaonekana, maana hapa hakuna chochote kinachoweza kuingilia na kupoteza hali hiyo. Lakini jambo la tatu ukweli na unyenyekevu, bila kujificha mbele za mbele za wengine. Mkristo anaweza kuwa mkweli na mnyenyekevu na anakuwa mwazi anapokuwa mbele za Mungu bila kuogopa chochote. Anakuwa mnyenyekevu katika maombi yake, akieleza mahitaji yake halisi na udhaifu wake, maana hapa ni wewe na Mungu pekee ndio mnaozungumza. Kwa hiyo hupaswi kuwa na hofu na mashaka na wasiwasi, maadamu umetengeneza mazingira ambayo yatakufanya kuwa na maombi ya faragha. Kumbuka, maombi ya faragha ni maombi ambayo hakuna mwingine anayesikiliza, hakuna sauti yoyote ya kibinadamu inaweza kusikia kile unachokifanya. Badala yake ni wewe na Mungu pekee ndiye mnaozungumza na kusikilizana. Kupokea mwongozo, jambo lingine kupokea mwongozo kupitia maombi ya faragha tunapokea mwongozo na maongezi ya kuweza kutembea katika njia zilizo sahihi. Kumbuka, nimetangulia nime kusema kwamba katika kuomba tunapaswa kumsikiliza Mungu zaidi, na vile anavyozungumza ndani yetu na anayoyasema, ndiyo tunapaswa kuyafanyia kazi na kutenda katika maisha yetu. Kwayo, kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba kupitia maombi ya faragha tunapokea mwongozo. Mungu uweza kuongea na Mkristo kwa njia kipekee katika maombi ya faragha, akimpa mwongozo, hekima na ufahamu kama anavyosema katika ile mithali sura uh, Yeremia sura ya 33 na ule mstari wa tatu. Kwa hiyo maombi ya faragha ni ya muhimu, yanatupatia utulivu na kusikia Mungu anatoa mwongozo gani katika maisha yangu ili niweze kutembea katika mwongozo huo. Lakini jambo lingine, nguvu ya kiroho. Kupitia maombi ya faragha tunapokea na kujawa na nguvu za kiroho. Maombi ya faragha humwimarisha Mkristo kiroho, humpa nguvu ya kushinda majaribu na kumjaza na amani na imani ya Mungu katika ile Waefeso sura ya 6 fungu la 18, kupitia maombi ya faragha nguvu za kiroho zinajazwa na kutawala katika maisha yetu. Lakini jambo lingine, kupitia maombi ya faragha tunaponywa kiroho, tunapokea uponyaji wa kiroho. Ni kwa namna gani? Katika maombi ya faragha, mkristo anaweza kupata uponyaji wa kiroho akipokea msamaha, faraja na uhuru kutoka kwa mizigo ya dhambi na maumivu yanayomsonga. Na kupitia maombi ya faragha unapata amani ya moyo, unapata utulivu wa akili, unapata utulivu wa moyo, imani yako inastawi bila kukata tamaa, unaishi kwa uvumilivu kwa matumaini, kukidumu kumtukuza Mungu kwa kila jambo, ukiamini ya kwamba unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Kwa hiyo tunapata nguvu ya kiroho. Uponyaji kiroho tunaupata kupitia maombi ya faragha kati yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Lakini jambo lingine, kupitia maombi ya faragha kunatusaidia kutambua mapenzi ya Mungu. Kupitia maombi ya faragha, Mkristo anaweza kutambua mapenzi ya Mungu kwa maisha yake, akipokea uongozi kuhusu maamuzi muhimu anayopaswa kuyafanya, na hivyo hautafanya tunayoyataka wewe, utafanya kulingana na mapenzi ya Mungu, maana amekwisha kuelekeza, na wewe umemsikiliza. Na ndiyo maana tunajifunza kwamba katika kumsikiliza Mungu, tafuta wimbo, tafuta wimbo mwololo, wimbo ulio mwepesi, utakaokusaidia kupata utulivu na usikivu na kuvuta usikivu wa kimbingu ndani ya moyo wako, na kupitia maombi ya dhati unayoyafanya kwa kumsikiliza Mungu kupitia mziki mwembamba unaosikika, uta utakutana na Bwana katika maombi ya faragha, maombi ambayo ni wewe na Mungu mnakuwa mkizungumza, lakini anazungumza pia. Ya kwamba jambo lingine kwamba kushukuru na kusifu kupitia maombi ya faragha, tunamshukuru Mungu na kumsifu. Maombi ya faragha ni nafasi nzuri ya kumshukuru Mungu kwa baraka zake na kumsifu kwa uaminifu wake. Kupitia maombi ya faragha, kupitia maombi ya siri ya, ya, ya kutulia miguuni pa Yesu, kupitia faragha ya maombi tunamshukuru na kumsifu Mungu kwa yale anayoyatenda, na hivyo tunapaswa kudumisha hali hiyo ya kuomba maombi ya faragha, mahali ambapo tutamshukuru Mungu tutamsifu Mungu na kumtukuza Mungu kwa yale mambo yote anayotutendea. Lakini jambo lingine kupitia maombi ya faragha, kupitia maombi ya faragha, tunapokuwa tuki, tukiomba tuki, tunapokuwa tuki tukimtukuza tuki Mungu kupitia faragha yetu katika maombi ma, tunakuwa na maombezi. Maombi na maombezi yanatawala kupitia maombi ya faragha tunafanya maombi na maombezi. Mkristo anaweza kuombea watu wengine katika maombi ya faragha, akimwomba Mungu awabariki awaponye na awasaidie. Kumbuka, ninapoomba ninakuwa nafanya maombi mbele za Mungu. Maombi yanahusu mtu mmoja mmoja, lakini ninapofanya maombezi ninafanya maombezi ama ninasi kwa ajili ya watu wengine. Ninaposi kwa ajili yangu, ninasi ninafanya maombi lakini na, naposi kwa ajili ya watu wengine ninafanya maombezi kwa ajili yao. Kwa hiyo maombi na maombezi kupitia faragha, tunafanya maombi na maombezi zaidi ya kujiombea sisi wenyewe, tunawaombea ndugu zetu, unamwombea baba yako, unamwombea mama yako, unaombea watoto wako, unaombea kanisa lako, unaombea kikundi chako cha jumuiya, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hiyo maombi na maombezi yanapata nafasi kupitia maombi yale ya, ya faragha mfano wa yesu ni mfano wa mtu ambaye alifanya maombi ya faragha yesu akiwa mfano katika fungu leo soma katika ile marko sura kwanza fungu la thelathini na tano yesu mwenyewe alikuwa na tabia ya kwenda mahali pa faragha na kuomba hivyo mkristo anapaswa kuiga mfano wake na hivyo kila wakati tunapaswa kujidhiri kuji mbele za bwana na, ku, na, ku, na kujishusha mbele zake na kuanguka miguuni pake ili ya kwamba maombi yanapofanyika Tuige mfano wa Yesu wa kuendesha maombi ambayo yataleta matokeo katika maisha yetu. Na hivyo basi kupitia maombi ya faragha ni muhimu kwa Mkristo kuelewa ya kwamba Ah, ah, ni, ni, maombi ma, ya faragha ni muhimu kwa Mkristo kwa maana ya kwamba yanamkuza, yana yanakuza uhusiano, yanampa nguvu za kiroho, yanamwezesha kutamua mapenzi ya Mungu katika maisha yake, aenendeje afanye nini na atende nini na kwa utukufu wa nani? Na hivyo Mungu anatuongoza kutenda mapenzi yake pale tunapomtegemea kwa njia ya maombi na kusikia sauti yake ikinong'ona katika maisha yetu, inatuongoza katika njia za ukamilifu wa maisha ya Kikristo. Lakini jambo lingine, anasema <tuhi> mfano wa mtu mwingine ambaye alidumisha maombi haya akapambana kuhakikisha ya kwamba anapata ushindi katika maombi ni Yakobo. Yakobo aliyeomba na mahali pale alipoomba akapaita Betheli. Nukuu inasema katika kile kitabu cha manabii wazee na manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa mia mbili na tatu anasema Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na alidhamiria. Uzoefu wake ni ushuhuda kuhusu nguvu ya ombi lenye msisitizo mkubwa. Ndiposa tunajifunza somo hili la ombi la ushindi lisiloshindwa lisilo lisiloishiwa imani. Ushindi mkubwa wa kanisa la Kristo au kwa Mkristo moja mmoja, sio ule unaopatikana sio ule unaopatikana kwa taranta au elimu bali, au kwa utajiri au kwa upendeleo wa watu; ni ule ushindi unaopatikana katika faragha na Mungu kwa imani ya dhati inayosisitiza inayos, inayoshikilia mkono imara wenye nguvu. Kwa hiyo maombi ni muhimu kwa Mkristo. Ikiwa tunahitaji kushinda basi inatupasa kuomba inatupasa kuomba na kuomba zaidi, ili ya kwamba tuweze kudumisha uhusiano wetu na Mungu na kuipokea nguvu kupitia maombi ya dhati, na hapo ndipo tutaweza kushinda kiroho. Kumbuka, maombi ya faragha ni muhimu katika maisha ya Mkristo kudumisha uhusiano wake na Mungu, lakini zaidi kumwandaa kuishi katika maisha ya ukamilifu na kutenda yaliyo mapenzi yake. Maombi ya faragha ni muhimu, na hivyo usiache kuomba Mbali na maombi ya kusanyiko, mbali na maombi ya kanisani, mbali na maombi ya familia, kuwa na maombi ya faragha ya wewe peke yako na Mungu, mkiwa sirini, zungumza naye. Na Mungu yuko tayari kutusikiliza, yuko tayari kusikia sala zetu tunapokuwa tukiomba. Lakini yote kwa yote, jiweke katika mtindo na mazoea ya kupenda kumsikiliza Mungu zaidi katika maombi zaidi ya kutaka kusikilizwa, na hapo utaishi kwa amani na tumaini. Mungu akubariki, Mungu atubariki. Tunapotafakari maneno haya, usisahau kuanza. Ikiwa ulikuwa huna maombi ya faragha, anza leo. Mahali ambapo utamficha utaficha chochote, utakuwa huru kumwambia Mungu wako chochote unachojisikia ndani ya moyo wako, maana ni wewe na Mungu mnazungumza na hivyo ndivyo wachamungu wanavyofanya, na Yesu Kristo mwenyewe akiwa ni mfano. Mimi na wewe tunaitwa kuendeleza utamaduni huo, na hivyo tusichoke kuomba. Kuna nguvu katika maombi, usisahau. Imani na maombi vitafanya kila ambacho hakuna nguvu yoyote duniani inaweza kufanya. Na hivyo dumu katika kuomba. Una uchungu moyoni? Omba, nenda faraghani. Unahitaji msaada? Umekosa tumaini? Nenda magotini nenda faragani, zungumza na Mungu wako, na Mungu atakupatia ushindi. Unashindwa kusamehe waliokukosea? Muombe Mungu akusaidie, omba maombi ya faragha na Mungu atazungumza nawe sirini, na kisha atakupatia ushindi. Mungu akubariki, Mungu atubariki, uwe na siku njema ya maombi. Tudumu kuombeana kwa jina la Yesu amen. Tuombe. Asante Baba wa mbinguni, ni siku ya maombi leo. Bariki msikilizaji Bariki mtazamaji ambaye amefanikiwa kukipata kipindi hiki, na zaidi utusaidie kudumisha maombi ya faragha yanayoleta uhusiano wa hali ya juu kati yetu na wewe, na kisha kupitia maombi haya ukatupatie nguvu za kiroho, ukatupatie uponyaji wa kiroho, na ukatuzidishie uhusiano wetu pamoja nawe kila itwapo leo, na mwisho utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina lake Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema wa maombi. Tudumu kuombeana. Bwana awe pamoja nawe.